Kuna siri moja nataka niwape hapa kuhusiana na ni wakati gani hasa mwanaume huwa anaongea ukweli 100%. Kuna siku nilishawahi kuambia kwamba mwanaume anapokasirika yale maneno anayoyaongea kipindi ana asira sio ukweli 100%. Sijui kama unanielewa. Yaani huo ni ukweli hasa na nilitoa hiyo video nikasema kwamba sisi wanawake ndio watu ambao huwa tunaongea ukweli zaidi tunapokasirika. Wako baadhi ya wanaume wakaja pale chini wakasema, hata wanaume tuko hivyo. Sio kweli. Yani wewe kama ni mwanaume ambaye huwa unaongea ukweli 100% unapokasirika, unapokasirika, jitafakari ndugu yangu. Sisi wanawake ndio watu ambao huwa tunaongea ukweli 100% tunapokasirika. Tunapokuwa kwenye hisia za hasira, ni watu ambao huwa tunaanza kuongea yale mambo ambayo yalitukwaza na kutukera, na pengine ukweli ambao huwa naufikiria kwa sababu kile ni kipindi ambacho mimi siwezi kukontrol kuendelea kuficha vitu vilivyopo ndani yangu ninapokasirika. Lakini kwa mwanaume, hii ni tofauti. Kipindi mimi ninagombana na mwanaume, mwanaume anakuwa ni mtu ambaye ananisikiliza maneno yangu ninayomwambia. Kwa hiyo mimi kipindi nipo kwenye asira, mimi mwanamke ninaongea ukweli 100%, na ule ukweli unamchoma sana mwanaume. Kwa hiyo kinachotokea, mwanaume na yeye anatafuta maneno makubwa makubwa ya kuongea kunikwaza mimi zaidi ya yale ninayoyatoa kwake. Yaani, kinachotokea ni kwamba mwanaume huwa anajilinda kuto kuumizwa sana na maneno yako, kwa kuhakikisha na yeye anatoa jineno kubwa kubwa. Sijui kama unanielewa anataka akupe neno kubwa na wewe likukere na kukuumiza, ujisikie kama yeye anavyojisikia unapomtamkia maneno yako. Huo ndio ukweli hasa. Kwa hiyo kama uko hapa, wewe mwanamke, ambaye mumeo alipokasirika alikutamkia jineno kubwa kubwa, gujineno kubwa. gule gukubwa ambago gulikufanya wewe ujisikie vibaya, ukaona, kwa nini mume wangu ameniongelea hivi? Nataka nikwambie kwamba lile neno alilokutamkia mumeo hakuwa serious 100% na wengine huwa mnapata nafasi, unamuuliza kabisa, sasa kwa nini ulinitamkia vile? Anakwambia kabisa, mimi sikuwa serious. Lakini unakuta wewe mpaka leo umeliweka moyoni. Huo ni ukweli, hakuwa serious 100%. Nataka nikwambie. Mwanaume ana nyakati tatu ambazo huwa anaongea ukweli 100% kuliko nyakati nyingine yoyote. Nyakati ya kwanza ni wakati mpo kwenye utani. Mwanaume hana utani. Na narudia tena kuliongea hili, mwanaume huwa hana utani na nyakati ya pili ambayo mwanaume huwa anaongea ukweli kuliko nyakati nyingine yoyote ni wakati ambapo igo yake imeshuka, wakati ambapo anajisikia kukata tamaa, wakati ambapo anahisi amepoteza, yaani ule wakati ambao anapitia wakati mgumu, maneno yake anayoongea pale huwa ni 100% kwa sababu huwa hafichi tena kitu ambacho kiko ndani yake. Wakati watatu ambao mwanaume huwa anaongea ukweli ni wakati ambao amepoa kimwili, kiakili na kihisia, yaani anapojifili yuko sefu na nini, mnapiga stori kwa ustaarabu, mnapatana, mnacheka, pale anaweza kuongea ukweli wake wa ndani 100%. Naanza kukuchambulia kwamba kipindi mnataniana wewe na mumeo asije akaongea maneno ya kweli, yaani asije akaongea maneno yanayofanana na ukweli halafu akwambie na kutania Hakunaga kitu kama hicho, yani awe ni mumeo au awe ni mpenzi wako akishaongea ukweli, yani aongee neno linalofanana na ukweli halafu baada ya wewe kureact, akwambia na kutania, ni muongo. Alichokuwa nakiongea yuko ukweli a handredi pasenti. Kitu ambacho watu wengi hatukijui ni kwamba wanaume ni watu ambao huwa wanahofia sana kumwambia mtu ukweli face to face, yani huwa wanaficha, na ikifika kipindi mwanaume akianza kukutamkia ukweli face to face, ujue huo ni wakati ambao wamekata tamaa. Yani kama uko kwenye ndoa akaanza kuwa anakufanyia vitu face to face, ujue sasa hivi yuko kwenye wakati ambao hahofi kabisa kukupoteza, yani yuko tayari kwa lolote. Sijui kama unanielewa. Hiyo ndio sheria ya wanaume. Kwa hiyo, kipindi mpo tu vizuri na maisha yenu, anaweza akawa anatamani kukufikishia ujumbe ambao anajua ni mchungu, hawezi kukuambia face to face, na anajua pengine hilo swala akikwambia face to face, linaweza likakukwaza au likakuumiza. Huwa anapenyeza hayo maneno kipindi mko mnataniana. Pengine mumeo hajapenda maumbile yako ulipojifungua, yani hususan labda tu kitambi na anajua ni kitu ambacho kinaweza kuondoka kwenye mwili wako, akakwambia tu mke wangu ah, lakini nawe hicho kitambi sijui ni ku, nipeleke jimu. Unajua kuna hivyo vimaneno, sijui nikupeleke kupeleke jimu. Wewe unamwambia umesemeje? Mwanaume anakwambia, anakutania na wewe, mke wangu, utaniwi. Anakuwa ameishia pale. Mwanaume asija kukuongelea neno lolote ambalo linafanana na ukweli, akwambia nakutania, hakunaga alichokiongea ni 100%. Niamini mimi, ninachokwambia Kipindi cha pili ni wakati mwanaume anaona kabisa amepoteza, yani ameshuka, igo yake imeshuka chini kabisa. Pale huwa anaongea ukweli. Mfano, amepoteza pesa akaanza kukulalamikia kwamba mke wangu, wewe huwa haunisapoti, au mimi najifili niko mwenyewe, sioni mtu anayekuwa upande wangu na nini. Yale maneno ni 100% anaongea ukweli kabisa wa ndani yake, na hiki kipindi kipo hadi kipindi hiki, yani kipindi cha wanaume kujikatia tamaa, huwa wanakata tamaa hata kwenye ndoa zao. Sijui kama unanielewa, yani uko kwenye maisha ya ndoa na mumeo, kuna kipindi mumeo ameanza kukuonyesha tabia zake face to face bila kuficha, na unajijua kabisa, pengine kuna vitu mlikuwa mnashindana na nini, lakini alikuwa anajificha ficha, imefika wakati ameanza kujiweka wazi kwako, anaongea ukweli 100%, yani kile kitu anachokifanya pale anakuwa amekusudia na hahofi kabisa kukupoteza. Yaani ikifika wakati mwanaume wako akaanza kukuongelea chochote, akaanza kukufanyia chochote bila kujali. Anachokifanya ni 100%. Yaani yeye hahofi kabisa, imefika wakati yeye ameshajikatia tamaa. Kama ni ndoa anakuwa ameshaikatia tamaa. Kama ni wewe amekukatia tamaa. Kwa hiyo anafanya chochote, hajali hata ukiondoka au hata ukifanyeje. Hilo lazima uliweke kwenye akili yako, wanaume. Ikifika wakati akianza kukutendea vitu ambavyo hujavizoea kwenye maisha yako, na unajua mlikuwa mna mna mgogoro hapo nyuma, jua kwamba hapo sasa hivi amekata tamaa, amefika mwisho. Chochote atakachokifanya atakuwa anakifanya akiwa amekusudia kabisa, na sio kwa bahati mbaya. Wakati mwingine ambao mwanaume anaweza kukwambia ukweli 100%, ni wakati ambao amepoa kimwili, kiakili na kihisia. Mimi naomba nigusie upande wa wakati wewe na yeye mnapiga stori, mmerelax, mmefanya nini, mnacheka, mna, mna enjoy. Pale ndiyo wakati ambao anaweza kukuambia ukweli 100%. Sijui kama unanielewa. Lakini kwenye hasira huku utatafuta wachawi ndugu yangu. Isije kama mmeo alikuongelea ni neno la kukuumiza kipindi amekasirika, wewe mpaka leo umeling'ang'ania, utakonda shauri yako, hakuwa serious. Na kama ulimuuliza akakwambia kabisa wewe sio kweli. Wewe usiangaike hata kujiuliza kwa mtu hiyo ni 100% ya kuwa serious. Wanaume huwa hawaongei ukweli kipindi wamekasirika, na unachopaswa kutambua ni kwamba wanaume ni wagumu sana wa kumwambia ukweli mtu face to face, hasa hasa ukweli unaokuumiza. Sijui kama unanielewa au hasahasa ukweli anaouficha hataki usikie. Kwa hiyo kuna nyakati, kuna wakati wake, kuna ukweli wake wa ndani ambao huwa anauficha hataki usikie au uufahamu ndio nyakati za hasira anaweza ndio nyakati ambazo amejikatia tamaa anaweza akakwambia, na wakati ambao amepoa kihisia. Lakini kipindi cha hasira hakuna mwanaume anayeongea ukweli 100%. Na kama upo wewe ambaye huwa unaongea ukweli 100% unapokasirika, ndugu yangu, jitafakari. Nimerudia tena, jitafakari. Asili ya sisi na wanaume imetofautiana. Sisi ndio watu ambao huwa tunatoa ukweli 100% tunapokasirika, na sio nyinyi wanaume.